Mchekeshaji Said Said alikuwa na special comedy ambayo ilikuwa inafahamika kwa jina la Hatuonani. Sasa kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza kushare post ambayo post hiyo hapo inaonyesha kabisa kama amenufaika kwa namna moja ama nyingine, baada ya kuweza kuandika ujumbe ambao ulikuwa unasema kwamba after kuingiza milioni 39 kwenye comedy special yangu nijinunulie zawadi gani? Akaweka emoji fulani hivyo za kuzomea sasa kwenye upande wa caption kunayo maandishi ambayo aliweza kuandika maandishi ambayo alikuwa anasema kwamba comedy special ya kwanza kuwa na e, cha kwanza partnership ya makampuni zaidi ya kumi na mbili makubwa. Lakini pia cha pili setup ya A level ya mbele. Lakini pia cha tatu stage ya ambayo ni dream ya kila comedian. Lakini pia cha nne n ameweza kusema kwamba kuingiza pesa e, kuliko comedian special zote zilizoweza kufanyika. Cha tano kuhudhuria na mastaa e, mastaa na watu maarufu wengi, lakini pia cha sita, performance ya A-list e, Bongo Flavor artist, cha saba e, bana kuwa na watu wengi, cha nane, kupanikisha mahaters wote wa industry, akaweka emoji flani vizapua. Sasa kutumia emoji hii ya, ya pua imeonekana kama vile ni disi kwa e, Baba Levo, na kama unafahamika kwamba Baba Levo pamoja na Said Said amekuwa ni moja kati ya watu ambao wameendelea kumponda Said Said na kwamba hakuweza kujaza kwenye hiyo show, na vitu kibao ambavyo Baba Levo amekuwa navyo akiendelea kumponda Said Said hata ile show ambayo Said Said aliweza kuifanya e, ambapo rais e, Dr Samia Suluhu Hassan aliweza kuhudhuria kwenye ile e, e, siku ambayo ilikuwa ni ya kugawa tuzo kwa waandishi wa habari Said Said kupanda kwenye stage, eh, kama comedian. Aliweza kutumia utani fulani hivi ambao watu watu wengi waliweza w Said aliweza kupost kupitia ukurasa wake wa Instagram. Sasa, kuna baadhi ya comment za kutosha kabisa ambao wao wameonekana ni wadau wa comedian kutoka eh, kipande chochote, wameonekana kuendelea ku drop comments zao za kutosha kabisa hata pia mkandamizaji mmoja kati wa eh, eh, ya wachekeshaji ambao walionekana kumsupport Said Said mara baada ya tukio lake eh, hata lile la tuzo za ugawaji wa tuzo za waandishi wa habari, watu wengi kumponda, lakini mkandamizaji yeye alionekana ni mmoja kati wa ya watu ambao waliweza kumchambua na kuweza kusema kwamba hajakosea. Sasa hata pia kuna mchekeshaji mwenzake hapa ndutu tu asema kwamba injoti voice basi tumekwisha. Akaweka emoji fulani viza kufurahi, lakini pia akaweka emoji fulani viza kumpongeza Chafi. Brand mchekeshaji mwenzake naye pia ameweka emoji fulani viza kucheka, akasema kabenzi afutulia mdogo wangu akawa ameliza hivyo. Lakini pia kuna huyu mchekeshaji mwenzake ambaye ni Mr Mwanya amesema, post benzi yo Said ache mdomo HM, akaweka emoji fulani viza kucheka, alafu akasema mapua hakuwezi kabisa. So kwa upande wa Said Said naye ameweza ku eh, reply pale kusema kwamba e, sawa kaka na kuweka emoji fulani hivi za kucheka. So umeonekana kabisa kwamba kuna baadhi ya watu wengi sana ambao wao wameonekana kumpongeza e, bana Said Said, lakini kama unafahamu kwamba sasa hivi kunazo comment nyingi sana za no reform no election kwenye mitandao tofauti tofauti na ndizo ambazo zimejaa kupitia e, post hii hapa ambayo Said Said aliweza kuiposti e, baada ya kupata mafanikio makubwa sana ikiwa ni kama e, special comedy yake ya kwanza tangu ameanza kuingia kwenye game ya e, uh, uchekeshaji. Sasa tupatie tazama mdao wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now. Bana, uko na mtazamo gani? Usiache kusubscribe kulike, utakuwa umetisha kinoma noma chao.